Klabu ya soka ya hapa hapa nchini Tanzania Simba Sports Club imeweza kuthibitisha kuweza kupokea rasmi barua e, kutoka kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho kabisa katika uwanja wa Mkapa hapo kesho Jumamosi mosi. Sasa kama inavyofahamika kwamba siku ya tarehe saba mwezi wa tatu mwaka 2025 kulitokea na kuto kuelewana katika kipindi ambacho e Simba wakienda kufanya mazoezi yao ya mwisho baada ya kuweza kuzuiriwa, na hata pia tarehe nane mwezi wa tatu mwaka 2025, ebana mechi ya Simba pamoja na Yanga, Yanga akiwa anamkaribisha ebana Simba iliweza kuto kuchezwa baada ya Simba wao kuweza kulalamika kwamba hawakuweza kuruhusiwa kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi katika uwanja huo ambao ni wa Benjamin William Mkapa. Sasa taarifa rasmi imeweza kutolewa na Wizara ya habari utamaduni, sana na michezo kuweza kuwaruhusu kwamba Simba kufanya wakaenda kufanya jerambarao la mwisho kabisa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo itakuwa ni siku ya Jumamosi na pengine labda bana mechi ya e, sim, ya Yanga pamoja na Simba itaweza kuchezwa, ambapo kama inafahamika kwamba ni tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2025, bana kama inafahamika pia lakini, kunao mijadala ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii, Yanga wao wao wakiwa na msimamo wao wa kwamba hawa mpaka pale ambapo bodi ya ligi wao watakapo ebana hakikisha kwamba matakwa ambayo wao Yanga waliweza kuyaomba, basi yataweza kutimizwa, na jambo hili na msimamo ambao Yanga waliweza kuthibitisha ni yote, hii ni mara baada ya e, bodi ya ligi kuweza kumuita Yanga, kuweza kuita club ya Yanga kuweza kuhudhuria ebana katika makao makuu ya TFF, na wao waliweza walieza kuthibitisha msimamo wao ni hule hule, ebana ya kwamba hawachezi. Lakini moja kwa moja barua ishatolewa ishatolewa na Simba Sports Club wataanza mazoezi yao hapo kesho, mazoezi yao ya mwisho kabisa kuelekea mechi ya Yanga pamoja na Simba ambao mechi hiyo ebana ni ya 184 katika msimu e, huu wa ligi kuu NBC Premier League. Sasa baadhi ya wadau wengi sana wasoka wakiwa wanaendelea kujua kwamba mwisho wa haya yote utakuwa ni mwisho gani, kwa sababu kama inavyofahamika kwamba Simba wao ebana wapo radhi kabisa kwa ajili ya kuweza kucheza e, huu, e, huu mchezo ambao unafuata. Lakini kwa upande wa Young Africa wao wanaonekana wakiwa na msimamo wao ule ule kwamba hawachezi e bana hata hiyo mechi ya tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2025 mpaka pale TFF wao watakapohakikisha kwamba matakwa yote ya klabu ya Young Africa yataweza kutimizwa, basi wao ndo wataweza kurudi tena uwanjani kwa ajili ya kuweza kucheza katika, e bana katika mechi hiyo ya namba 184. Tupe mtazamo wako mdau wa soka kutoka, kutoka kipande chochote ambacho uko right now uko na mtazamo gani? Usiache kusubscribe kucomment, utakuwa umetisha kinoma noma. chao chao.